ilikuwa kambi kubwa zaidi ya mateso na maangamizi iliyojengwa ulaya na ujerumani ya wanazi na imekuwa nembo ya holocaust mauaji ya kimbari na unyama hakuna mahali pengine ambapo watu wengi hivyo waliuawa pamoja wahanga wasiopungua milioni 1.1 zaidi ya laki tisa wakiwa wayahudi Auschwitz ni mji mdogo kusini mwa Poland, karibu na jiji la Krakow. Mwaka 1939, Poland ilivamiwa na Ujerumani. Mji huo ukaingizwa katika himaya ya Ujerumani. Ulipewa jina la Auschwitz na miaka iliyofuata ukageuka kiwanda kikubwa zaidi cha mauaji wa manazi. Katika mkutano wa Wansi mjini Berlin Januari 1942, awali utawala wa Wanazi ulikwishamua kuwaangamiza Wayahudi wote wa Ulaya. Katika mkutano huu Manazi waliweka mpango wa kuwahamishia Wayahudi katika ardhi walizoziteka Ulaya mashariki na kuangamiza wote. Auschwitz, ikiwa kwenye njia panda muhimu ya reli na mbali kutoka macho ya umma wa Wajerumani, ikawa mahali pagiza kabisa katika historia ya Ujerumani tayari manazi walishaweka kambi ya halaiki hapo tangu mwaka 1940. Mwanzoni, wafungwa wengi waliletwa kutoka maeneo ya Poland walioyakalia kimabavu. Mwaka 1942 ikapanuliwa na kambi ya maangamizi ya Auschwitz Birkenau ilijengwa yapata kilomita 3 kutoka Auschwitz. Ilikuwa na vyumba vinne vya gesi na kingine cha kuchomea maiti na kikosi cha SS kiliua watu wengi sana kwa umahiri wa kikatili. Mfumo mzima ulikuwa na kambi tatu ambazo zilienea katika vijiji kadhaa. Ya kwanza ilijulikana kama kambi kuu na iliitwa pia Auschwitz moja, na hapa yalikuwepo majengo ya utawala na gereza. Mauaji ya bunduki na uchomaji wa kwanza wa maelfu katika vyumba vya gesi ulifanyika hapa. Kambi ya maangamizi ilijengwa Auschwitz Birkenau, ilijulikana kama Auschwitz mbili. Treni ziliwasili hapa usiku na mchana kwa reli iliyoingia ndani ya kambi. Wafungwa wengi wakiwa familia za Wayahudi walitengwa kimakundi hapo hapo kwenye reli. Madaktari wa SS waliamua nani anaweza kufanya kazi na nani hawezi. Wakongwe, wagonjwa na watoto walisagwa kwenye vyumba vya gesi. Watu walidanganywa kuwa na mabafu na walilazimika kuvua nguo kwanza na kisha kubananishwa katika vyumba vikubwa. Sumu aina ya Zyklon B iliingizwa kupitia matundu. Ilichukua hadi dakika 30 mtu kukata roho. Baadaye mili ilipelekwa kuchomwa katika chumba jirani cha tanuru. Mnamo mwaka 1943 na 1944, wastani wa Wayahudi 6000 waliuawa kwa gesi kila siku. Wahanga wa Auschwitz walijumuisha pia Waroma, wasinti, wafungwa wa vita wa Kisovieti na nchi nyingine, walemavu na mashoga. Kambi ya mwisho ilikuwa Auschwitz tatu, ambako wafungwa walifanyishwa kazi katika mazingira yasiyo ya kiutu. Yalikuwa maangamizi ya kazi za shuruti iliyonufaisha sana viwanda vya Ujerumani wakati wa vita. Jeshi la Kisovieti lilipofika Auschwitz Januari 1945 liliwakuta watu wapatao elfu saba tu walionusurika mashine ya mauaji ya Ujerumani. Auschwitz ilikuwa kambi kubwa zaidi, lakini yalikuwepo magereza ya halaiki mengine yapatao elfu moja na kambi sita za maangamizi za Wajerumani.